Karibu sana kwenye Daizo love Line, mahali pa ukweli kuhusu mapenzi, ndoa na maisha ya wawili. Hapa hatufichi, tunagusa moyo moja kwa moja koukti kuvutia. Kuna ndoa nyingi zinaonekana nzuri nje, lakini ndani kuna kilio kisicho na sauti. Leo nitakuambia sababu tano kuu zinazovunja ndoa, sababu ambazo wengi hawazijui au hawazizingatii kabisa. Moja, kukosa mawasiliano ya ukweli. Si kila mazungumzo ni mawasiliano kuna wapenzi wanaishi nyumba moja lakini mioyo yao iko mbali, kwa sababu hawaongei ukweli au hawaambiani hisia zao. Ukimya unaoua si ule wa midomo, bali wa mioyo. Mbili, kutojali muda na mahitaji ya mwenza. Ndoa si kifungo cha miili tu, bali ni uhusiano wa mahitaji ya ndani. Watu wengi wanakosea kwa kujali kazi, pesa au simu kuliko mwenza wao. Matokeo yake moyo unaanza kuumia polepole hadi unakata tamaa. Tatu, kuacha kushukuru na kupenda kwa vitendo. Watu wakishazoyana wanadhani mapenzi ni ya mwanzo tu, wanapendana sana kipindi cha uchumba, lakini wakishawana kila kitu kinakuwa kama kawaida. Wanaacha kusema asante na kupenda au hata kukumbatiana bila sababu. Nne, kutatua migogoro kwa hasira badala ya hekima. Hakuna ndoa isiyo na changamoto lakini kuna ndoa ambazo hazijui njia sahihi ya kutatua tatizo. Watu wanatukana badala ya kusikilizana. Hasira haijawahi kujenga upendo, bali inachoma kabisa. Tano, siri na uaminifu kuvunjika. Uongo mdogo ni sumu kubwa. Watu wanaanza kuficha simu, historia zao au matatizo yao, na kila siri mpya ni kama ukuta unaojengwa kati ya mioyo miwili. Mwisho, iu ushauri wa moyo. Ukiona haya yanaanza kuonekana kwenye ndoa yako, iu usinyamaze, zungumza. Pendeni kwa vitendo, mshukuru mwenza wako. Maisha ya wawili ni safari i na kila safari nzuri huhitaji mwongozo. Asante sana kwa kutazama video hii. Kama umeguswa au unajua mtu anayehitaji kusikia haya i tafadhali share video hii na zaidi ya yote subscribe kwenye channel yako Daizo Love Line kwa video nyingine zenye kugusa moyo na kuleta mabadiliko ya kweli kwenye mahusiano. Usikose video inayofuata, e, dalili saba za mapenzi ya kweli kabla ya ndoa. Hadi wakati mwingine, e, kumbuka upendo wa kweli hujengwa, si kuokotwa.